Kulingana na ripoti hiyo, NYS ilifaa kununua tarakilishi moja kwa shilingi 44477 lakini wakanunua tarakilishi 300 kwa shilingi 103000 kwa kila tarakilishi, hali iliyosababisha hasara ya shilingi milioni 17.4. Aidha, NYS ilinunua tarakilishi bebe kwa shilingi 106,000 kwa kila tarakilishi badala ya shilingi 40,352 iliyopendekezwa. Licha ya kuwa NYS ilifaa kununua karatasi ya kunakilisha kwa shilingi 420 kwa kila karatasi, wao walinunua karatasi moja kwa shilingi 1200 hali iliyosababisha hasara ya shilingi milioni 2.3. Badala ya kununua kifyekeo kimoja kwa shilingi mia mbili walinunua kifyekeo kimoja kwa shilingi mia nne huku wakinunua jembe moja kwa shilingi mia tisa badala ya shilingi 451 iliyoidhinishwa. Mchambuzi wa siasa Haman Manyora anahisi kuwa ripoti hiyo inafaa kutumika kuwakamata waliohusika. Haya yanafanyika katika NYS wakati ambapo kila Mkenya amejua kuna, kuna uporaji. Kwa hivyo haya yangetumiwa kuwashika watu walioiba, sio kuelimisha mtu, sio kukinga kitendo cha ufisadi. NYS ni mradi ulioanzishwa na watu au mtu kwa minajili ya kisiasa ili ujenge kwa mfano uh, watu fulani kisiasa au mtu fulani kisiasa, na pili utumiwe kutengeneza pesa hili. Hili siwezi kuogopa kusema, maanake uporaji unaoendelea katika eneo la NYS si uporaji wa kawaida. Na kwa upande wa siasa itafahamika kwamba mradi ulianzia Kibera, Kibera ikiwa ndio ngome yake uh, kinara wa CORD Raila uh, Odinga. Kwa hivyo ilikuwa ni kuonesha watu na wafasi wa Raila kwamba nyinyi mmegandamizwa, mmekaa katika umasikini katika hali nduni, na sisi tumejitolea leo hii, mbali na kwamba nyinyi hamkutupigia kura, sisi tumejitolea kuwasaidia. Waziri wa Ugatuzi Ann Waiguru bado yuko madarakani licha ya Rais Uhuru Kenyatta kuwasimamisha kazi mawaziri watano kutokana na kashfa ya ufisadi. Ninavyoona mimi ni kwamba An Waiguru ni yumo ndani ya mradi ye si mradi, yumo ndani wa ule mradi tu, unaona ako pale kufanisisha mradi. Kwa hivyo unapomguza unapo unaguza kitu ndani ya mradi, unaona wale wale URP wanazidi kukuteta, wanatoa tetesi, mbona kina Koske wako nje? Mbona Kazungu Kambi yuko nje? Mbona Chirichiri yuko nje bana? Mwana huyu afanya nini hapa? Kuna mapendeleo pale. Kwa hivyo pia ukiangalia hivyo, itaadhiri Jubilee kwa kiasi, wanakana wenyewe, lakini unaona mkazo uliokuwako ili atoke. Kama nguvu fulani haiku kutoka mahali fulani, kidogo wangepata shida katika bunge. Utapeli katika utoaji wa kandarasi na ubadhirifu wa pesa katika NYS ni miongoni mwa yanayochangia kufilisika kwa serikali kuu. Naye DPP pia ukiangalia ukiona faili ambazo wanapelekewa saa ingine zingine ni hafifu, hauwezi kumlaumu kwa kutochukua hatua. Je, ni nani atakayenusuru pesa za umma? Vincent Oduor, QTV.